Lakini kwa sasa tuendelee mbele, ambapo waumini wa kanisa Katoliki duniani wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa papa mpya baada ya moshi mweusi hapo jana kuashiria kuwa hakuna aliyepata thuluthi mbili za kura. Makadinali wanashiriki maombi kabla ya kuanza kupiga kura saa nne unusu hivi. Macho yote yameelekezwa katika ya kanisa la Sistine huko Vatican, ambapo makadinali hao watapiga kura mara nne hii leo kumchagua mrithi wa Papa Francis. Makardinali 133 wanashiriki kura hiyo na wataendelea kupiga kura hadi pale watakapopata mshindi moshi mweupe utaashiria papa wa 267 amepatikana. Hapo jana usiku, zaidi ya watu elfu 45 walikusanyika jana jioni katika ukumbi wa kanisa la St. Peter's kusubiri tangazo hilo.